Wana wa Israeli watoke katika nchi ya utumwa waende katika nchi ya ahadi. Alifika mahali akaona mioyo yao iko na shaka, sema ime. mioyo yao iko na nini? Na shaka. Na kama vile unajua Biblia inasema in James ya kwamba mtu yeyote aliye na shaka ndani yake ndani ya moyo wake anapoomba jambo lolote asidhanie ya kwamba atapata kitu. Sema imani. Bwana asifiwe. Na ninataka ujue siku ya leo adui mkubwa wa destini zetu, wa baraka zetu, siyo shetani. Sema imani. Unajua, kuna wakati ama wakati mwingi sisi kama wateule huwa tuna brem shetani kwa mambo mengi. Kila kitu ikifanyika katika maisha yako shetani. Sema amen. Kila jambo ikifanyika nani tabuliza? Mtu wewe, huwa unataja shetani mara ngapi kwa siku? Muulize vizuri na unapomuuliza wewe, jiulize ni mambo mangapi, ama ni mara ngapi huwa unataja shetani. Ukienda tu ujikwae kidogo, shindwe shetani, si ni kweli? Ukiona kitu inafanyika shetani, sema amen. Kwa njia ingine, unakuta watu wengi tumemwogopa shetani katika maisha yetu kuliko Mungu, sema amen. Bwana asifiwe. Tumeinua shetani katika maisha yetu kuliko Mungu. Ni kwa sababu yule ambaye ametukuka katika maisha ya mutu huyo ndiye huwa anapokea utukufu. Sema amen kuhusu Mungu mara nyingi katika maisha yako, ni kuonyesha ya kwamba yeye ndiye anatawala, na utukufu katika maisha yako ni yeye ye anachukua. Sema amen. Bwana asifiwe. Utukufu wa maisha yako unapoishi utukufu wako, wakati Bwana anatawara katika maisha yako, yeye ndiye huwa anapokea. Lakini mara nyingi unakuta wengine kwa sababu ya uoga, sema uoga. Unajua saa hii tukiweka mizani hapa ya kupima kiwango cha uoga vile tunavyoogopa uweke mwenye uh, vyenye uh, yani, pade hii ni vile mtu anaogopa Mungu na pade ingine iwekwe ni vile mtu anaogopa shetani, si ni kweli? Katika maisha yetu shetani na Mungu ni nani tunaogopa sana? Be realistic ni nani huwa tunaogopa sana? Be realistic, wewe Kagiri, Be realistic Shetani na Mungu ni nani unaogopa sana? Mesema shetani, Bwana asifiwe. Wagapi wanasema shetani ndiye tunaogopa sana? Usikue hypocrite, hypocrite. Amen. Sahi tuapie tu ama kutokelezea mtu ako na peebi

kile ambacho tunaogopa ni ya kwamba shetani asiharibu kazi ya mikono yetu, sini kweli? Tunakuaga very fearful, ya kwamba sio Mungu asiharibu, shetani asifanya nini. Na ndio maana wakati uliweka kazi ikaanguka, haukusema ni Mungu, ni kweli ama si kweli? Ulisema ni Mungu ameharibu? Ulisema nani alikuigilia? Ni shetani. Ni kwa sababu gani tunamwogopa shetani kuliko Mungu? Na huyo mwenye tume endorse katika maisha yetu, unakuta anaoparate kwa njia ya kipekee. Unajua kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua, sindio? Anakuja anajua chiaredi ameweka biashara lakini ndani yake akonafia kazi yake isiishe.